Na kwingineko mashirika ya kijamii yametoa wito wa marekebisho ya sheria zilizoko ili kujumuisha kipengee cha suala la mauaji ya wanawake wakati wa visa vya dhulma za kijinsia vikiongezeka humu nchini. Mtazamaji, kwenye mkutano wa mashauriano ulioandaliwa leo katika kaunti ya Nairobi, mashirika hayo yalitaja umuhimu wa kubuniwa kwa dharura kwa sheria ya kukabiliana na mauaji ya wanawake yakisema kwamba sheria zilizopo hazishughulikii kikamilifu uhalifu huo. Katika miaka ya hivi punde Kenya imeshuhudia ongezeko la visa vya mauaji ya wanawake kuanzia mwaka wa elfu mbili kumi na sita takriban wanawake mia tano pamoja na wasichana wameuawa humu nchini. Shirika la takwimu la Africa Data Hub limesema haya yanajiri licha ya jitihada za kuzuia dhulma za kijinsia. Mashirika ikijamii, ya kijamii sasa yanasema sheria zilizopo kama vile sheria kuhusu dhulma za kimapenzi haziwezi kukabiliana na swala hilo she was also assaulted and then she she was killed so there's uh, there are like three counts there so how can we have a clause that cuts for all that and ensure that we are having a very strong uh, uh, law and also a very strong uh, very harsh penalty for the perpetrators of femicide mashirika hayo yametaka kufanywa kwa kampeni za uhamasishaji ili kuwafahamisha wananchi kuhusu sheria hizo i'll give an example of the protection against domestic violence act

Makubaliano yaliyoafikiwa kwenye mkutano huo yatakabidhiwa jopo lililoteuliwa na Rais William Ruto miongoni mwa mashirika mengine yanayofanya uchunguzi kuhusu kinachosababisha mauaji ya wanawake na njia za kuzuia uovu huo. Jacqueline Masharia, Darubini.